Hatimaye umekamilisha wa malengo yako, umemteka mke wangu. ni kitu gani unachokizungumza unajua? Sikuelewi. Dora amepotea nyumbani, ajulikani wapi alipo, na mtu pekee ambaye anani ambaye ana dora ni wewe, mdogo wangu. Mimi simtafuti dora kwa ubaya, mimi nampenda, lakini japokuwa wewe ulikuja kuniambia kwamba wewe unampenda Dora na yeye aliziisha kama anakupenda, nikaamua kuacha ukunipa nywewe Haukuniambia kwamba wewe unamtaka Dola wewe? Leo unataka nini kutoka kwangu? Dola kupendi, wewe unamforce. Hem, mjaribu kumwachia awe huru. Dola nimemteka? Nimemteka wapi mimi Dola? Sijamwona na siku nyingi toka siku ile ulipokuja kuniambia sijamwona. Kama Dola ipo kwako, atakuwa kwa nani? Mimi najua ipo kwako. Mwachie awe huru. Mapenzi hayaforciwi bro. Dogo, yaani katika vitu ambavyo vinalazimishwa ni kuzuru wewe. Hivi dogo, unashindwa namna hata kuangalia ni kitu gani ambacho na kipointi. Dogo nisha kwambia, ukivaa suruali ambayo haikutoshi itakudondoka na utatembea uchi. Leo hii umeamini kwamba Dola sio size yako na sio type yako. Daza mi nkajua una akili, kumbe ukubwa wa bure. Ninachokifahamu Dola ni mke wako. Aise, popote unaponiona hakikisha unanipita, usiniulize masuala ya dola. Umenielewa mdogo wangu? Sihitaji kuongea na wewe chochote kile, umenielewa? Nipite, unifahamu sikufahamu, tufanye hivyo sawa, eh? mimi dola na mheshimu kama mke wa mtu na sio mpenzi wangu, kwa sababu mshanizilishia toka mwanzoni. Sihitaji chochote sawa, yaani sihitaji unifuatilie fuatilie Utakapotaka utamwachia mke wangu wa hayo huu. Ukitaka kujua upande wangu wa pili, nione unaendelea kuniandama dogo. Usinifanye nikashindwa kuishi kwa uhuru, ila chunga kavivya, sikujue. Akikujua nakuonea huruma brasa. Hapa nipo napitia mateso hivyo vinywaji kwetu ni takataka na haviendani na mapenzi. Umechafua mwili na nguo, lakini sio moyo. Kaambie dola nampenda sana. Sisi kwetu sio maskini, bado tunajiweza. Wewe maskini mwokota makopo, nendo kazipike uzile.